Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine nchini yanasalia maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho mifumo ya upepo inaisha kwa tajio kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Tanganyika, na kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa kwa Ziwa Rukwa, Ziwa Nyasa pamoja nukana, kwa na ukanda pana kaskazini mwa Bahari ya Hindi, huku a ukanda pana kusini mwa Bahari ya Hindi po natajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita arobaini kwa saa. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo layupoa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofika kilomita 40 kwa saa vinatajwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi, hususan katika mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Na pia kwa siku ya kesho, mifumo ya anga inaonyesha ongezeko kwa viashiria vya mvua katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatajwa katika baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Lakini pia kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja maeneo yanayozunguka ziwa Victoria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 Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto ishirini na moja. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa.